Niko na Mr. Sultani, wacha tuweze kujaribu kudadisi mawili matatu. Nini kilichosababisha au tatizo ni nini? Upungufu ulikuwa kwenye, makosa yalikuwa katika safu gani? Nipo na mwamba angu Mr. Sultani. Ebwana Sultani, vipi mambo yanakuaje? Nashukuru Mungu kwema kabisa, mambo yanaenda kwema kabisa. Bwana mnyama, mnyama Simba, juzi timu lako pendwa anapoteza pale viwanja vya Jimkana, anafungwa goli nne kwa moja, meneja pantevu jumla amerusu magoli matano katika timu yake tano kwa tatu katika mechi alizocheza mbili unaizungumzaje? Kwanza mchezo huu ambao japokuwa tukuonyeshwa live lakini waliposti wana Simba kwenye app yao. Ah, cha kwanza kwanza mimi naweza nkasema kwamba Simba kwa sasa hivi mm. naweza ngasema yani, siwezi kuwalaumu kwa, kwa sababu e, mwalimu amehitaji kujenga timu kwa, kwa muda mfupi muda mm. ambao e, timu ipo katika breaki mm. Eh, kwa ajili ya timu ya taifa. Kwa hiyo na yeye ameamua kuingia kwenye mfumo wake wa kuangalia wachezaji. Naweza nikalaumu kwa upande mmoja, labda inawezekana kwa sababu ya matokeo mabovu, alafu wenyewe wameamua tu kuyaweka open, japo hawajaonyesha. Lakini mimi ningejisikia tu kwamba kwa sababu wameamua mechi sionyeshwe, basi wasingetoa hata matokeo, ingekuwa tu siri yao basi. Ila kwa sababu wameamua kutoa matokeo na maana eh, kila mtu anaongelea tofauti tofauti, kila mtu na uono wake. Lakini kiukweli kwangu mimi nimeona kama pre season fupi ambayo amehitaji mwalimu ndio maana amesema kwamba bwana mesitaki mechi yes, zionyeshwe lakini, kama ingekuwa anahitaji mechi iwe zinaonyeshwa, na amini hata mashabiki wangeenda, mm -hmm. wangeenda mashabiki, kuna kitu fulani pia upande wa wachezaji wangejua, kumbe tuna jukumu la familia hapa, la ukoo na la umma. Kwa hiyo ingekuwa wanacheza serious, si, hata mwalimu pia angejiangalia kwamba okay, kikosi hiki kinapaswa sasa jijeki ume kika, kikaa hapa ume kuangalia, maana wangeridhika na kikosi hiki. Lakini kwa, kwa, kwa kifupi tu kwamba pale yeye kama alikuwa anaangalia wachezaji wake japo kikosi chao au vikosi vyote vilivyoanza mechi ya kwanza ya isamio pule, hajatuonyesha kikosi, na japo mechi ya juzi jimkana aonyesha kikosi. Yaani hapo maana yake wanamaanisha kwamba wanafanya siri kama pre-season fulani hivi. Kwa hiyo yes, hata mimi sasa hivi kinaambia wana kikosi kimeanza kikosi gani siwezi kukijua. Kwa hiyo hilo linaweza likawapa wao nafasi kwamba okay, wanatengeneza timu yao kwa muda mfupi. Lakini inasemekana mimi... Sultani, mm. wachezaji waliocheza mule yani ni kipa tu ambao ndo aliyewekwa ni under 20 ni Simba B, lakini ukiangalia safu ya ulinzi ya nyuma ya, ka, ya nyuma kabisa walicheza ni wale wale ambao ni wa first 11 mpaka kati mpaka mwisho kwa sababu hadi game inachezeka, wanavyosema inavyosemekana. hmm. inaonekana striker Wendo alikuwepo. Mpanzu ndio alioweza kupeleka goli la kwanza. Kipindi cha pili ambapo ndo alisawazisha, ikawa mbili moja. Alicheza, alicheza jinchazi ya hua wote walikuwepo. Unadhani ni kitu gani ambacho kilichopelekea hapo wana Simba mpaka akapoteza bwana manager Pantev? Mi kwa amini, yani, mimi kwanza naamini yani ninachokiamini yeah. mimi mwalimu hawezi kuweka kikosi chote moja kwa moja kwa mechi ya, ya kirafiki. Hawezi kuweka? Hawezi kuanzisha chote. Ninachokiamini japo kuna clip ambazo zina picha za wachezaji ambao walicheza yeah. lakini sio kikosi. Mimi naamini mm. wachezaji wote walicheza kwa muda tofauti tofauti. Ninachokiamini mimi kama alihitaji mechi ya kirafiki asili awezi kuweka first eleven ambayo hii panga pangua mm. Angehitaji hilo najua angewaambia ange, ange, sasa njooni aonyesheni mechi mechi iwe free kwa sababu nina watu wangu na timu ya Simba, najua yeye anaifahamu anaijua vizuri tu, okay. Yani kama anaamua kupanga kikosi chake cha first eleven, hata akimwacha tu matola apange, anajua inafanya matokeo, inaleta matokeo mazuri, lakini naamini sababu ya kusema bwana, mechi sionyeshwe mimi nachokiamini alikuwa anataka kujua kwamba timu yake inachezaje, wachezaji hawa ni, ni, ni watumieje. Mimi nachokiamini hata mechi ya juzi au mechi ya kwanza ile ya Isamio kwamba alichukua wachezaji, aliweka rotation ya wachezaji inachokiamini hivyo ya, ya, ila wachezaji wote wamecheza, hata ukiangalia clip kwamba kuna baadhi ya wachezaji walicheza au wanataja wote walicheza, kwa sababu ni wachezaji wa Simba, lakini kuna wengine pia walicheza, yani timu wa karibuni yote ukiondoa wachezaji ambao wapo kwenye national team, wengi wamecheza pale na ukiondoa majeruhi tu ambao ni Kamara Pinpin, yeah, lakini wote wamecheza, kwa hiyo inamaanisha kwamba wote anataka kuangalia kila mtu ana uwezo gani katika nafasi yake lakini sio kama mbinu alizidiwa, pengine au alihilali ai waliwasoma kimchezo simba ndio pili, wameamua kuwafunga hizo kwanza. Mi nasema katika maisha yangu ya kimpira eh, toka nijue Simba alihilali ya Sudani tu haijawahi kutusumbua sisi Simba toka, toka nijue mpira yani, toka nijue historia ya mpira. Mpira. Yani, ee, ee, yani alihilali tu ya Sudani <laughs> haijawahi si kutusumbua katika timu za kiarabu za Sudani, waarabu weusi sisi alilalie limeleki sisi, yaani, tunahitaji tu tupige goli ngapi? maisha yaende ha, lakini hata yani yani kama leo ali wakisema bwana wamepangwa kundi moja na Simba tna kufa yani, sio sehemu ya ku, ya kuichezea chezea, ya juzi imeweza kuruhusu goli nne. Alafu kwanza kuna baadhi ya mashabiki pia wanajiuliza mechi mbili, meneja Pantevu tayari kashafungwa goli nne goli tano jumla, inakuwaje? Kwanza mimi siwezi kumlaumu kocha. Kocha amekuja ana, ana, ana, ana two weeks Yeah, yeah. Kocha anaenda kumpa, anaenda kumpa kocha bado, hivi lazima asome michezo kupitia kocha aliyemkuta ambaye ni kocha Matola, kocha msaidizi. Mimi nampa muda mwezi mmoja na okay Pantev sasa leo anajua, yani, sasa hivi anajua timu yake, mchezaji uu anachezaje anachezaje anachezaje. Lakini kwa sasa hivi mi siwezi kusema eti Pantev eti moja kwa moja ataenda tu atasema bwana, mimi naijua Simba, hawezi kuijua Simba direct. Lazima akae okay, kwenye migongo ya, ya watu simenelewa. Kwa hiyo hata juzi au majuzi mimi najua ni ushirikiano kati ya matoa na yeye kusema na, okay, mimi matoa, matoa na mimi ma, kama matoa najua kwamba hapa simba ipo hivi ipo hivi ipo hivi, lakini nataka nikuonyeshe ni kwamba Simba yetu ipo hivi ipo hivi, na wewe ujue tunafanyeje. Yes, lakini nachoamini kwamba Pantev mpaka sasa hivi anataka kujua Simba inachezaje. Hii ni mechi ya mwisho ambao wameenda kwenye kujipima dhidi ya Al Hilali Omdimani. Yes, kipindiko yes. anajiandaa maandalizi ya kwenda isatini kwenda kucheza mecha clubing ya klabu bingwa zidi ya msingizini, yeah. huoni kama hii imewapelekea wale wenzio kuto, kujiamini kusema simba alikotoka kashafungwa kwa akija huku mtafungwa. Kwanza kwanza, ndugu Mwanyisha habari, yaani katika kitu kigumu katika mashindano ya kimataifa kujua simba inakujaje Yani kimataifa inapofikia tu swala ya kimataifa Simba ni watu hatari sana. kimataifa yani kimataifa yani sio kimataifa kimataifa kimataifa sasa yani, hatufai hata kidogo. Kivipi? yani bora ya. Tutanie kote sio yani sasa hivi naweza nikasema narudia tu kwamba sio wewe mm-hmm. hata wote yani Afrika sasa hivi najua yani Simba ikicheza ligi kuu kwanza, wenyewe hawatumii klipu za ligi kuu kuisoma Simba kwa sababu ukitumia klipu ya ligi kuu unakuja kupotea, kwa sababu Simba ya kimataifa na Simba ya ligi kuu ni vitu viwili tofauti. Simba ya kimataifa ina roho mbaya sana kuliko ya ligi kuu, yani ya ligi kuu ina ubinadamu kabisa, yani ni timu ndogo, yani yani sana yani, ya kwa vyovyote eh. Yani, hii timu ya kutoka ni Swatini eh, ni timu ndogo sana kwa Simba, timu ndogo sana sisi yani kama ikitokea yani, yani, ile timu kutoka Swatini imetufunga sisi yeah. Matokeo yote yeah. Sawasawa na ndege kumnyea Simba ndege? Ndege amnyie Simba eh yeah. Yani aende ndege akamnyie Simba au ampige Simba au amdonyoe Simba, ni ngumu sana ndege wa kuruka eh, kwa sababu kitendo cha kumfanya Simba mwenyewe, dunia nzima inajua uh -huh. kwamba Simba ni mtu gani Simba timu na Simba mnyama yeah. Leo hii atoke ndege aje amdonyoe Simba labda ameshakufa wewe. Kwa hiyo Simba wenyewe mzima, yani, ndege atoke juu aje kumdonyoa Simba ni ngumu sana, hii itokee sana. Kwa una, hiyo Sultan una, unaweka matumaini klabu yako ya Simba itakapoenda Iswatini kucheza, zidi ya msingizini ni uhakika matokeo yani, wanarudi nao. Kwa mataifa sina o. shaka kabisa yani kwa mataifa. Japokuwa kumepoteza juzi zidi ya Al Ay, Al Hilal. Ah, Al Hilal ile Bonanza tu, extra tu. Sasa Bonanza na kuja kati mara ya kwanza mlionyesha ubabe na ufanisi mzuri wa timu yenu mpaka mnashinda goli mbili kwa moja. Hii mmeshindwa, ukitaka kujua hilo eh, kwamba aliio hata leo aje tucheze kimataifa au tucheze bwana, okay, serious tucheze mechi ya kimataifa serious, au mechi ya ya, ya, ya kimataifa serious, kwamba okay, tucheze mechi ya kirafiki serious, atoki, hawezi kutoka tu. Tutaenda pale KMC tutajazana, tutajazana kocha atatuonyesha kitu chake, uone kama atatoka. Wengine wanasema shida kubwa sio kufungwa goli, sio kufungwa shida kufungwa magoli mengi sao. kwa wewe sasa Sultani, shida kufungwa goli zaidi ya mbili, yani ni goli nne, wapi hapo mapungufu ambayo yaliyopelekea Simba mpaka karusu goli nyingi hivi? Mwalimu ametumia kama mazoezi mwalimu ametumia kama mazoezi, na ndio maana, na hata ukienda uwanja mazoezi, mimi huwa naendaga baadhi ya siku siku moja moja huwa naendaga Bunju kule kuangalia mazoezi yeah. Unakuta timu inajegea A na timu B. Unaweza timu B ina sometimes inafungwa goli tatu bila. Timu A inafungwa inashinda goli tatu bila, mda mwingine mda mwingine inafungwa yeye goli nne, goli mbili mda mwingine sare. Lakini yale matokeo kwa sababu hayarushu sawa live au hayarushu mubashara. Kwa hiyo inakuwa kama siri. Lakini unaona ile timu unaona ya Simba ile. Kuna muda first eleven ya Simba inawekwa A, na timu ambayo inabaki nyingine ya B, Simba inakuwa upande mwingine ya B inamfunga A. Safi kabisa mazoezini hapo, lakini kuna kitu najifunza. Nasema kama mwalimu hey, anasema kama wewe leo nimekuamini hapa. Sawa. Sa a moa mtu anapata kikosi kupitia mazingira hayo, kwa hiyo mimi kwangu naona kama yeye amefanya video kama mazoezi, unaelewa. Upande wa matokeo okee, mpata matokeo wao wanajivunia wamepata matokeo mazuri, lakini mimi nasema isiwa favor sana alilali, yani alilali yenyewe pia wajue kwamba hii ni friend match. Simba wakuwa serious sana, wanajenga timu yao, wajue wapi na vuja wapi simenelewa. Kwenye makosa e, madogo madogo ajirekebishe, na hata kama ukikumbuka nini, mechi ya mwisho ya kimataifa, kocha wa muda aliuliza, bwana timu yako umeiona na nini na nini, akasema, tutaenda kukaa chini, tutaangalia mapungufu yetu, mapungufu madogo madogo yapo, tutaenda kukaa chini, tutazima mapengo tutaenda kuweka sawa ma, ma, makosa madogo madogo ili tu, tusawazishe, simenelewa. Kwa hiyo anamaanisha kwamba timu haiwezi kukosa makosa, yaani huo ndio uhalisia, timu yoyote duniani haiwezi kukosa. Na ndio maana kauli za makocha wengi ukiwaambia, na, tuenda uwanja mazoezi, tutaangalia wapi tunakosea wapi tu, eh, tuboreshe. Walimu wengi, walimu wa mpira huwa wanakwambia hivyo. Tuje na hili Sultani mtani wako bwana tetesi zilikuwa zimevuma sana kuonekana wanaenda Madagaskar kumchukua kocha wa timu ya Madagaskar, lakini mwisho wa siku jana wameangukia Malawi, wamemleta bwana Patrick Madeni, ameingia kocha msaidizi baada. nani? Patrick anaitwa Patrick, nani? Patrick, Patrick Madeni kitu kama hicho, wamemleta pale, hmm. kwa lengo sasa la kuja kukava nafasi ya kocha msaidizi bwana Manu Rodrigo Dio, badala ya kusema anaondoka yupo falls, na ameletewa msaidizi wake, kaja kocha mwenye CV kwa sifa anazoziongea, wameletewa kocha mwenye CV, sio kocha wa matatu ambaye hana CV. Wewe binafsi unazungumziaje? Ah, kwanza mimi kwenye CV kwa siongeleagi sana kwa sababu CV haichezi, CV haichezi. Alafu CV ina mfavor yeye katika mikataba yake Sawa, yani, labda labda kafu washeka vipengele vyao bwana. Bila kuwa hivi huwezi kuwa hapa sawa eh? Bila kuwa hivi huwezi kuwa hapa. Mfano hata walimu hao wa kujitolea, Sometimes shule unaweza ukaenda ukaambia mwalimu wa kujitolea anaeleweka -ana, an -ana, sana na wanafunzi kuliko mwalimu alioajiliwa. Kwa hiyo eh? sometimes CV haifanyi kazi. Inatakiwa yeye eh, mwenyewe anafanya kazi gani? Sawa, lakini upande mwingine Sio jambo baya kumchukua kocha wa msaidizi, kwa sababu timu inaonekana haikuwa na kocha msaidizi. Sijui sababu na sikumbuki, e, sikumbuki kama kuna lakini kama kuna kocha msaidizi alikuwepo, amemtoa. Maana lazima walikave, ni utaratibu wa kimpira, lazima kocha msaidizi awepo. Lakini mi nachokiamini, huyu kocha mkuu ambaye amebaki, eh, huyu Fozi, kubaki Yanga kubaki, sawa, yani mimi kwangu, hata mimi na wasupport, endelee kubaki kwa sababu kimpila yani, yani mashabiki wa Simba na Yanga wanahitaji matokeo ya pupa, yani mtu akakaa naye kocha siku mbili apate matokeo, lakini kiukweli mpila yani i ni, ni, ni, yani, production ambayo endelevu, sio kwamba unakaa leo okay, so kesho tu upatezao uende okay, okay, ukale, hapana. Ya yani mara nyingine mpira wanakuwa ujenge mwenyewe adoado, ila Simba na Yanga hatuna subila, yani subia na nanaamini kama kuwa na subila Wash, washaanza maneno kuhusiana mm, na yule kocha, hata huyu hapa kocha msaidizi, na naamini hivyo kocha msaidizi anaweza akaachiwa timu baadaye. Unadhani hiyo ndio dalili ya huyu kushika mikoba ya Roman Falls? Naamini hivyo kwa so, sababu yaani mashabiki washakuwa hawana imani na kocha na mashabiki ndio simba na yanga ndio wanaendesha timu zao, kwa hiyo nafikia hatua kwamba okay Saizi hapa leo kapigiwa kelele Mbeya, wana atoke atoke atatoka leo hii. Tuombe dua labda timu ifanye vizuri. Ikitokea kaenda leo tena Arusha akaenda katoa sare. Yaani shughuli imeshaisha hapo. Sawa, yani mimi nasema yani, uwepo wa kocha wa Yanga upo mikononi mwa Simba endapo sasa hivi Simba, simba manake anakuwa na gap la pointi hizi mbili, simeelewa? hiyo eh? E, kama itakuwa Simba leo hii yani, Simba ikisema wana, okay kila mechi kwao ni, ni fainali ikapata matokeo kila mechi afu yanga ibaki bado ina gepu ya pointi mbili, afu ikitokea simba leo, leo anacheza e, ya, e, akamfunga tu... yani hapo ni nakusha kabisa. Naona mwelekeo huu wa kocha aliyobaki, kama matokeo atakuwa vivi, tarehe 13 Simba anampiga ah, yani mimi nikwambie yani mpira ulivyo yeah. na wachezaji ya kisaikolojia yani mpira ulivyo unakuja yani matokeo, unakipata matokeo, mchezaji anaendelea kujiamini, huo ndio uhalisia. Timu inakosa matokeo mm inakuwa ile ina experience ya kujiamini inakuwa haipo kabisa. Yani mtu anashinda kujiamini, sielewa. Kwa hiyo unashangaa leo hii Simba akiwa aki na mwendelezo wa matokeo mazuri mpaka ikifika tarehe kumi na tatu Yanga akawa na mwendelezo wa matokeo mabaya, yani kuna kitu unaenda kukitafuta. Mimi nakwambia, yani kuna kitu unaenda kukipata kigumu sana kwa sababu mchezaji wa Yanga anakuwa anajiamini, mchezaji wa Simba anakuwa anajiamini, yaani waombe juu chini mpaka kukutana eh. Basi tumeumana tuwe, tume, tu, tu, tume tuwe labda kama pointi zipo sawa okay, ila kama tumemwacha gepu ya pointi 4. Hmm. pointi tano kucheza hmm. na yeye hmm. Ah, yaani yeye ashaumia Sultani <laughs> so, tumalize na ile kama dakika kadhaa bwana. Zouzoua zua, Pacome Zouzoua ameitwa timu ya taifa, na hata hivyo leo anacheza. Endapo akifuzwa anakuwa ni mchezaji wa kwanza kutoka timu za huku vilabu vya Tanzania, yeah. kwenda kucheza kombe la dunia 2026 yeah. Unamzungumziaje kwanza Pacome Zouzoua? A, Pacome Pacome sio mchezaji mbaya, japo kuna option mbili unaweza ukasababisha, yani ukaisaidia timu yenye ikafuzu, alafu usitene kushiriki, inawezekana pia za timu ikafuzu kwenda kombe la dunia yani kaonekana umeisaidia timu kwenda kombe la dunia yeah, lakini kuitwa kwenda kucheza kombe la dunia pia jambo lingine. Sasa kama skashaitwa tayari anacheza? Yes, ameitwa sasa hivi kwenda kikosi cha timu ya taifa yeah, yeah. na yeah. timu ya taifa anayocheza ni timu kubwa, sio timu ndogo yeah, kosti na wachezaji ambao wenye kwaliti ya kutosha sawa. So, ila sababu kubwa kwangu mimi kwa sababu Pacome sio msimu wa kwanza yani, soma na ya kwanza kuitwa timu hii kama tipu ya tatu inaenda ya tatu au ya pili ya tatu, tatu, inaweza kafika. Kwa hiyo sasa hivi washakua kama washazoeleka, jambo lingine kuitwa, jambo lingine na kuanza, jambo lingine. Juzi mimi kwangu nipata mshtuko kwa sababu baada ya kumwona bwana Pacome ameanza kwenye kikosi chake sawa, nikasema, ah, meona tu kikosi kama na kisiwa kimoja s si, cha sherisheri nahisi, nikaigundua kimpira. Huyo mwalimu anajua mpira anajua sana hapa, na yani ni muda wa kucheza wachezaji ambao hawapati ambao, ambao, nafasi ndio muda wao wa kucheza saa hizi, kwa sababu kama usipowachezesha na mechi hizi mm, watacheza mechi gani leo hii? Unaamini no na Kamiruni au wanaocheza na, na Algeria eh, una jambo lako utamika mchezaji kutokaeza eh, kucheza? Sasa leo hii mchezaji anabegwa na CV yake, yaani ukiona mchezaji anaitwa uwanj... kwenye timu ya taifa CV yake atakiwa imbebe. Achana kama amba timu wa moroko huyu, kwamba namchukua mchezaji kutoka nini Uturuki unamleta hapa eh, kule anapanga pangua anacheza, unakuja timu yako ya Tanzania anakaa benchi, unamgiza darikaa sabini. Hivi vitu vya vipo, yani mpira upo za sasa hapa Pacome si anaanza na kule ameenda sika anza maanake aje anaitwa, yeah, timu ya taifa tayari wamesha appreciate kuwa anaweza. Sawa, sasa kwa mfano timu Pacome anacheza timu ya Tanzania, sawa, kwenye ranki ya mpira Tanzania tupo mbali sana, sawa, na Ivory Coast, sawa. Lakini vile yes. Na vile vile, wachezaji ambao wa Ivory Coast ni wengi ambao wapo ranki ya juu mchezaji anaweza kutoka akatoka nini, Bayern Munich sawa, au atoke Sevilla, aje yuko benchi na mchezaji anatoka Yanga, anataka aonyeshe uwezo wake ni kweli. Sina elewa kwa ki hiyo kinachofanyika kwa sababu ameitwa national team, sio na uwezo mdogo, uwezo wake mkubwa sana, yeah, lakini hawezi kuwazidi hao ambao wapo nao kule, ila kilichofanyika rotation ni ni kwamba okay, na wewe cheza ili uendelee kujiamini uweze kukuza zaidi. Na isitoshe Pacome saizi asipotumika hawezi yeah, kutumika tena. Kwa sababu gani? Umri pia unamtupa, silewa ah, yaani umri wa Pacome yaani kabisa, kabisa. Yani Pacome leo mimi nakuisabia hata miaka miwili mbele au mitatu ya kimashindano ana ya kimashindano ana Pacome miaka mitatu mi... wallahi nakwambia eh? Yaani Pacome ni product ambayo ishaisa sasahi, isha. Eh. Muda eh, eh. yani sasa yani, wa wake kuonyesha uwezo wake chazaua ni muda ambao anataka eh, ajitafakari, ndio muda wake, kama atapata kama nafasi ya kuita kule sahihi, kwa sababu bado mdogo sielewa ila, sasa mpira wa Afrika unajua timzakawa umri wako mkubwa au umri wako mdogo. Mwenye umri mkubwa akaitwa kutokana na kiwango chake, mwenye umri mdogo ukawa umebaki hapa hapa, kwa sababu mpira wa Afrika wachezaji wadogo huwa wa wanakata tamaa mapema tofauti wenzetu, wenzetu Ulaya wanathamini product ndogo, tofauti na sisi Afrika. Product ndogo tunaithamini, lakini mwisho wa siku wachezaji wale hawatuonyeshi kila wa kitu, sielewa wanajaa sifa lakini nakwambia kama Pacome sasa hivi asipotumia muda wake huu, hawezi kupata nafasi tena baadaye. Pacome sasa hivi ni muda sahihi kutumia nafasi yake, kwa sababu kwanza ana uwezo mzuri wa mpira, sawa? Yani ni mchezaji mzuri sana, ila

makala mzuri za kimichezo ni sehemu sahihi ya Chapesa Media, ufuatilieni wale ambao bado hawaja subscribe; huu ndio muda sahihi mweza kupata notification za kimichezo na burudani. Hatuna la ziada, nilikuwa na Mr. Sultani tulikuwa tunachambua kidogo mpira, matokeo yaliokuwa yamefanyika hapa siku mbili zilizopita. Hatuna la ziada, tunaomba mwendelee kutufuatilia. Hasanteni sana.